Kwa jina anaitwa Antonia Ndawi msimamizi wa uchaguzi jimbo la Bunda Mjini. Jimbo la Bunda Mjini lina idadi ya wapiga kura 110,694. Vituo vya kupigia kura, jimbo la Bunda Mjini lina vituo, jumla ya vituo 294. Vituo vitafunguliwa saa moja kamili asubuhi na kufungwa saa kumi kamili jioni. Na kwa upande wa magereza, vyuo vya mafunzo, vituo vitafunguliwa saa mbili kamili asubuhi na kufungwa saa tisa kamili alasiri. Ili mtu aweze kupiga kura anatakiwa kuwa na sifa zifuatazo: moja, awe amejiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura. Mbili. awe na kadi ya mpiga kura iliyotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Tatu. awe katika kituo alichopangiwa kupiga kura au amepata kibali cha kupiga kura katika kituo cha kupigia kura tofauti na kituo alichojiandikisha. Kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba moja ya mwaka 2024 na, na kanuni za uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani za mwaka 2025, na atakayekuwa na hicho kibali atachagua mgombea kiti cha urais na hii ni imejitokeza kwa mara ya kwanza kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Vile vilevile atakayepangiwa katika jimbo tofauti na aliyojiandikisha hatapiga kura ya mbunge wala diwani bali atapiga kura ya rais tu. Aiza mgombea atapatiwa kibali maalum yaani fomu namba kumi na tisa ambacho kitamwezesha kupiga kura katika kituo chochote katika jimbo au kata anayogombea. Hivyo nawakumbusha wananchi wote wa jimbo la Bunda kujitokeza kwa wingi hiyo tarehe ishirini na tisa ambayo ni Jumatano, kwenda kupiga kura ili kupata rais, mbunge na diwani ambaye ata tuongozea kwa miaka mitano ili kutuletea maendeleo.